Huyu ni Vedasco Edgar Ngombale aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Kilwa Kaskazini wa tiketi ya chama cha CUF. Hapa anaeleza mara baada ya kujiunga na chama hiki cha mapinduzi. Mimi, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya usimamizi wa hesabu za serikali la ni mjasiriamali ni mwalimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme machache tu kwa sababu muda sio rafiki. Mheshimiwa, mimi ni mshindani, na sifa ya mshindani yoyote whawai ni kukubali kushindwa. Sisi tulikuwa washindani, lakini kwa sababu tulikuwa washindani wa kweli sasa wewe kama uwezi kushindana nao, kubaliana nao. Wewe sasa, mheshimiwa, ingawa ziko timu nyingine ambazo zikiona kuna dalili dalili ya kushindwa zinaogopa kupeleka timu uwanjani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu sisi bado tuna ubora wetu, tumeamua kujiunga na chama chenye ubora, leo tunaamia CCM <coughs> <Hey, tose> <hey, hey. tose> la pili mheshimiwa sasa <coughs> ah, wakati <coughs> <coughs> mwingine ni hekima tu, na hekima maana yake ni kujua zuri, kutambua zuri, lakini kuchagua zuri na kufanya jitihada zinazofanywa na Mama Samia Suluhu Hassan katika kusimamia kodi za Tanzania. Mama Samia, Samia Suluhu Hassan anasimamia vizuri kodi za Tanzania na ndio maana imesemwa hapa Lindi peke yake bilioni 1.4 Mama Samia Kiboko. Lakini mheshimiwa, mheshimiwa ndugu zangu haiwezekani uchague baya. inawezekana tumia cheso. tumia tumia cheta katika maendeleo katika Tanzania ni CCM chini ya jemadari Samia sana leo Suluhu Hassan. Leo tumeamua kujiunga mimi na